Kwa habari inayosema Rais John Pombe Magufuli jana amefanya ziara ya ghafla na ya kushtukiza katika bandari ya Dar es Salaam kwa lengo la kufuatilia utekelezaji wa maelekezo aliyotoa kwa nyakati tofauti juu ya kudhibiti udanganyifu wa mizigo inayoingia na kutoka nchini kupitia bandari hiyo ikiwemo usafirishaji wa mchanga wa madini kwenda nje ya nchi. Katika ziara hiyo Rais Magufuli ameshuhudia makontena ishirini ya mchanga wenye madini kutoka kwenye migodi iliyopo kanda ya Ziwa ambayo yamezuiliwa kusafirishwa nje ya nchi tangu alipotoa agizo la kupiga marufuku usafirishaji wa mchanga nje ya nchi Machi mbili mwaka huu. Pamoja na kushuhudia makontena hayo, Rais Magufuli amemwagiza mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Ernest Mangu na vyombo vingine vya dola kuhakikisha mchanga wa madini unashikiliwa popote ulipo

Akiwa bandarini hapo, Dr Magufuli pia ameshuhudia udanganyifu mwingine unaofanywa na wafanyabiashara wanaoagiza mizigo kutoka nje ya nchi, baada ya kuonyeshwa makontena ambayo nyaraka zinaonyesha yamebeba mitumba ya nguo na viatu, wakati ndani yake kila kontena moja limebeba magari matatu ya kifahari. Maafisa wa bandari ya Dar es Salaam na mamlaka ya mapato Tanzania, TRA, wamemweleza Rais Magufuli kuwa kufuatia maelekezo aliyoyatoa ya kuhakikisha mizigo yote inakaguliwa kwa mitambo ya mionzi, wamefanikiwa kubaini udanganyifu mwingi unaofanywa na wafanyabiashara wanaoingiza nchini na kusafirisha nje ya nchi mizigo mbalimbali. Wakati huo huo, Rais John Magufuli leo amepokea hati za utambulisho kutoka kwa mabalozi mbalimbali wanaowakilisha nchi zao nchini Tanzania katika hafla iliyofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam. Baadhi ya hati za utambulisho ni kutoka ubalozi wa Hungary nchini mwenye makazi yake Nairobi, Kenya, Laszlo Edward Mate Balozi wa Gine nchini mwenye makazi yake jijini Addis Ababa ya Ethiopia, Sidebe Fautumata kama, na kutoka nchi za Botswana, Niger, Belarus na Mauritius. Kutoka Dar es Salaam, Saidi Kilimanga, Channel Ten.